Bila shaka ujambo, uh, mwana SNS popote pale ulipo. Uh, nimekuwa nikikuelezea ama, uh, kupitia peji yetu kuhusiana na tuzo zinaitwa Acoya uh, Africa Company of the Year Awards ambazo, uh, leo, uh, kwa mwaka huu zinakuwa mwaka ngapi tangu zianze? Hii ni edition ya tatu. Edition ya tatu. Kwa hiyo zime zinazidi kuwa kubwa zaidi na, uh, mwaka huu zinafanyika tarehe kumi na tisa mwezi wa sita pale uh, the Superdome Masaki. Sasa niko na uh, Deo Kilawe hapa ambaye ndo uh, mwasisi wa tuzo hizi, lakini yeye ana vyeo vingi, ni mtu ambaye amevaa kofia nyingi sana. Kwa ufupi sana, Deo Kilawe, mtu ambaye anakusikia na kukuona kwa mara ya kwanza, hebu ujitambulishe kwa vyo ambavyo uh, vinastahili watu wavifahamu. Uh, mi ni mkurugenzi uh, Eastern Star Consulting Group, lakini pia nipo Mikono Expo Group, lakini pia nipo kwenye bodi mbalimbali especially za CEO Round Table nani Kenya uh, the Tanzanite CEO Round Table global kule South Africa na chapta zake, nipo kwenye bodi lakini pia nipo pia kwenye bodi za kampuni mbalimbali mbali. Mm -hmm. Yes. Ma mambo ni mengi. Mara ya mwisho tunazungumza ukanipa schedule yako, nikasema huyu mtu huyu ni raia wa angani huyu, na uko busy sana, Mr. Dale. Uh, ni kwa sababu tunafanya event kwenye nchi kadhaa. mm. Tuna eventi UAE mbili kubwa tuna event Kenya zipo kama tatu yeah. tuna event South Africa uh, pale uh, Johannesburg uh, Galaga pamoja na kule uh, upande wa Santon zipo mbili uh, pia tuna event hapa Tanzania zipo kadhaa pia nazo utakuta yeah. kwa, kwa ratiba kama hiyo utakuta lazima u uh, enda hapa na pale kwa unakuwa na busy schedule sana, by day watu wanajiulizaga kwamba hivi vitu vyote vinatangazwa vina lakini vinatokea vizuri na vinatokea kwenye standard ile ile ambayo yeah. huyu mtu anafanya ifanyaje? <laughs> Lakini ndo namna ambayo ya kutusema, namna ku allocate time vizuri na kupata muda ule wa ukimya, muda utulivu ambao uweze kusaidia wewe kuchanganua vitu sahihi sahi, bila kuwa na na distraction. ukiwa na distraction hauwezi ku move kabisa lakini, kama kuwa na ule muda wako wa ukimya wa asubuhi yeah. Unaweza ukapangilia kila item na kila project vizuri so. Uh, mara mwisho mimi na wewe leo tumekutana, miaka sio muda mrefu sana, miaka miwili sijui, yes. Lakini hukuwa na mvi wewe, leo kwa kipindi kifupi sana umeshakuwa na mvi na sio kwamba umezeeka, hapana <laughs> uh, moja kati ya dalili za mtu kuwa na majukumu mengi ubizi ulionao ni kupata mvi mapema. Kwa hiyo naelewa kwa nini hiyo skejo yako sasa inaanza ku reflect kwenye muonekano. Yeah, inawezekana. <laughs> Niwahi kusikia kwa mtaalamu mmoja anasema yeah, kwamba dalili moja hapo kupata mvi ni inawezekana za kurithi au inawezekana watu wakuwa biza sana za tokea hiyo hali ya kuwa na mvi pia. Yeah. Yes, despite ya kwamba wengi wanapata mvi wakiwa wameshazeeka miaka 60, 70 wana au 55 wanakuwa wanapata mvi. Yeah. Mimi nimepata inawezekana ni kurisi hizi za juu hizi mvizi. Yes, ni kurisi, au labda maybe ubize sana wa kazi. Okay, lakini tunafurahi kwamba matokeo yanaonekana na kiukweli, pamoja na kuwa na majukumu hao makubwa zote, tunaona zikienda inavyotakiwa. Yes, yes, ikiwemo uh, tuzo hizi ambazo tunazungumzia hapa leo za Akoya, Africa Company of the Year, ambazo uh, muhimu zaidi ni kwamba tarehe 19 June pale the Superdome Masaki uh, mambo yanafanyika. Moja kati ya sifa kubwa ya tuzo zako ni ku kukutanisha, kwanza ziko katika sekta ya zaidi ya biashara mambo ya uchumi, lakini kukutanisha watu wazito sana. Event moja ya Koya inakutanisha watu muhimu sana pale katika yeah, paa moja kweli. Mwaka huu tunategemea kuwa na watu 800 pale, mm, Superdom itakuwa full park, yeah. Na pamoja na hivyo kwamba tunaleta mataifa zaidi ya 26 26 countries Nations zinapata kuja hapa Dar es Salaam. Mm. Na pamoja na, apart from that, pia tuna uh, we are the biggest ya sahivi in terms of number ya watu wanaoshiriki kwa Afri historia Afrika nzima. Mm. Kwamba we are the biggest kwa in terms of uh, number ambayo watu wanaoshiriki. Mm. Lakini pia revenue wise kwamba we are the biggest kwenye upande wa hizi galadina, lakini upande wa pia na upande wa uh, tunasema rich rich yetu ni kubwa sana katika bara zima la Afrika sababu tulijenga network kwa muda wa miaka mingi sana mm. Yes. Okay. Yeah. Na, na sasa hivi mchakato ni tathmini sasa, kwamba uh, wakipembuliwa ma, uh, makampuni yamesha uh, submit, maombi ya kushiriki na tarehe kumi na tisa washindi uh, watapatikana. Proses ikoje, na mshindi anapatikana vipi na anatakiwa kuwa na vigezo, vigezo gani? Ili mtu aweze kushinda kwenye hizi awards kuna tunatumia kitu inaitwa business excellence model uh, ambao ndo model ambayo inatumika asilimia tisini ya awards zote zile kubwa anazosikia duniani wanatumia hii business excellence model. Na hii lazima uwe certified kuifanya uh, kwa Afrika Mashariki tunao watu wachache sana ambao tumekuwa certified kwenye hilo na mtu ambaye ana lead process sasa hivi yeye ni pia yupo certified Mr. Tom Oguru. Ambapo kwamba kwenye business success model tunaangalia kwamba vipengele nini, kuna kuna tuna determine tunaziita determinant sita, kwamba ya kwanza ni kuna business nini ile HR strategy mm. kuna upande wa sales and marketing strategy uh, sustainability tunaangalia upande wa ICT knowledge. uh, tunaangalia pia upande wa wa mambo mengine ya ni tunasema ya ya, ya profitability. Je, kampuni ipo profitable? Unajua kampuni zikana, ukawa unapata hasara mwaka huu uh, ukawa unapata faida mwaka huu, lakini baada ya mwaka huu unaofuata ukapata hasara. Kwa watu angalia wewe ume umepata ume hasara kwa miaka mitatu, lakini ukawa ni mshindi wetu sana inaingiza hela nyingi sana, hiyo sio HR strategy. Je, CSR ipoje? Je, nyinyi mna strategy yote ya CSR au tu mna operate Je, pia katika upande mwingine hiyo upande wa sales and market, je, ipoje? ICT knowledge wafanyakazi wako, je, wana hiyo knowledge ya ICT, au kwamba haipo? Kwa hiyo determinant sita ndo zinazo determine kwamba mshindi atakuwa ni nani. Inawezekana wewe upo kwenye tu hiyo profitability ni 20%, mm-hmm. Hizo nyingine ni, ni, ni so 20% ukigaa sita kwa 100 ni ngapi? Hiyo kila moja zipo iko Yes. Kwao lazima uwe nazo zote, lazima uwe nazo zote kwao. Mchakato utaanza, umeanza mwezi wa pili tarehe 28, unaisha tarehe 31 ya Mei mwaka huu yes. na tarehe uh, 19 ndo washindi watajulikana. Vipengele yes. viko uh, vingapi? Vipengele vipo kadhaa, kuna vipengele Uh, nadhani zinazidi vipengele mia, mia, mia moja vinafika, ah, vingi, yani, vingi, kwa sababu tumegusa sekta nyingi na maeneo mengi zaidi kuliko kwamba tungegusa maeneo machache uh -huh. Yes, kwa sababu kuna watu wa mambo ya shipping, kuna watu wa mambo ya uh, sijui mambo ya mining, kuna watu wa construction, kuna watu wa oil and gas, kuna watu wa hizi oil marketing uh, uh, kuna upande wa maeneo mbalimbali uh -huh. Kuna mambo ya media kama nyinyi na kadhalika na kadhalika. Na uzuri kwamba mwaka huu ndio mwaka ambao kwamba Tanzania ndo tunaifanya kwa mara ya ya yeah, so ya mwisho, yani Tanzania hizi zina tuzo zina rotate, mwaka huu utakuwa ndo mara ya mwisho Tanzania kwa eh, ku, kuzi host mwakani zinafanyika Nairobi pale Safari Park. Tutakuwa na hema kubwa sana ambayo tunaeka mm -hmm. pae tunaleta leaders mbalimbali mbali, viongozi tutakuwa na mkutano ambao tutakuwa na ambatana na Africa CEO Summit ambao utakuwa unafanyika pale, pale Safari Park And, um, na kwa hiyo kwamba ni muda ambao watanzania ambao wamejiandikisha wa take advantage ya kuwa nyumbani mm -hmm. yes kwa sababu mwakani zitakuwa yana yes. Zitaendelea kuhamahama bila shakazitaendelea yes, kuhama kututana ya, na, na kuna pia tunapata incentive kuwezekana, kuna nchi zinazotoa incentive kufanya program kama hizi kama yeah. South Africa wanatoa incentive nzuri, Moroco wanatoa incentive nzuri, utakuta kwamba hapa Tanzania bado hatuna hiyo uh, Tanzania Convention Bureau ambao kama hizi kutuwezesha kama nchi kama nchi tuweze kuwa na ushindani kwenye kubidi zile mikutano. mm -hmm. uh, mikutano mikubwa matamasha makubwa uh, mfano kama mimi nikifanya event South Africa na apply tu kwa South Africa Tourism ambao, uh, naweza apply kwa Gauteng uh, au ka apply kwa kule upande wa, wa, wa, wa Cape Town uh, Western uh, Western Cape, na apply kwenye nini, b -b -b nini ile convention bureau ya uh, specific jimbo, inawezekana KZN, na apply na napewa hela ya kwamba kunini ile incentive ambayo tazitumia kulipia venue na marketing. Okay. Yes, kwa na lipia venue na marketing. Na kama umefanya vizu na umeleta wageni kwa sababu the purpose ya tourism board yoyote duniani au tourism sector ni kubidi kwenye hii mikutano. Na Rwanda ndio hapo tushindia. Rwanda inanua mikutano mingi sana. Ina ina mode tofauti na ile kutoa incentive ile ya direct kutoka from a Rwanda Convention Bureau, ambao inafanya vizuri. Na ukiangalia pia Rwanda wametuzidi sisi uh, na wamezidi nchi nyingi Afrika, namba mbili kwa mice event Afrika kwa miaka zamani. Kwaga Morocco inaongo, inafika namba mbili South Africa kwa namba moja, lakini baada ya miaka mitano iliopita, uh, mitano sita nadhani sita, Rwanda imekuwa namba mbili kwa sababu inakuwa na bidi sana hii mikutano, kwa hiyo inaongeza namba ya watalii wanaokuja. Pale ni kwao badala ya wale zile tourism board kwenda kuexhibit kwenda kufanya road show nchi mbalimbali, wanatumia matamasha kama ndio tool ya kuleta, kuleta watalii wengi katika nchi husika. Hata Zanzibar nimeona na wasa hivi recent wamekuwa wanatumia strategy ya hizi mice kwamba kwanza kuattract watalii wengi Zanzibar. mm -hmm. Yes. kona Tanzania bara pia nadhani wakifanya mazingira kama hayo pia inawezesha kwamba wanaorganize event kwamba kuweza ku kukuja zaidi na kwa sababu anajua ana garantia sasa hivi, naona ni serikali tukita ikiona tu mkutano fulani ina host wenyewe kama wizara kama mkutano wa baba wa coffee Africa Coffee Board au mkutano wa nini, serikali inachukua ile direct umeona, which uh, is very different from other countries kama Morocco au wapi ni, ni tofauti sana. Kwa wale watu wa private sector wanapewa zile hela ambazo kwamba ni, ni sasa na vile mimi nimeku mimi nikuletea watalii mfano mama mimi nikileta hapa naita nchi, nchi ishirini na sita. Mwisho wa siku mimi nitaitwa mzalendo yeah, lakini nchi imeingiza hela nyingi. Lakini baadaye mimi nikija kuwa mtu mzee nitaambia jamaa kuwa mzalendo, lakini akuwa maskini mwisho wa siku. Lakini nchi zetu hazifanyi hivyo, za kibepari, especially za kibepari zinatoa incentive kwa wale event organizer, kwa sababu hauwezi kuitwa mzalendo uh, alafu uingiza hela, lazima uwe unapewa Mfano kama mimi nikipewa aba dola laki moja au dola laki mbili na nusu kwamba ana namba kwa kuandaa event fulani, sio hivyo, serikali imetoa kwa kupitia convention bureau. Umeona, ile inanipa mimi energy ya kuweza kuweka hela nyingi kutangaza ule mkutano all over the world yeah. Alafu pia mi nalipa venue, sio hivyo, nishatoa hizo stress mbili kwamba nchi ile ambayo ingetumia kufanya road show, uh, program pale Marekani au Israeli, au wapi UAE au China wapi kwenda kufanya road show kutumia dola laki mbili hiyo hiyo au dola laki tatu hiyo hiyo, mimi nimeifanya kwa kuleta direct watalii, simeelewa? Ambao unaweza kutoka kama nimeleta tu elfu moja au nimeleta tu elfu tatu, simeelewa? Au la tu elfu tatu hoteli zote za Dar es Salaam zitaogelea hela. Mm. Na watalipia wale ambao watakaolipie, nini inaitwa ile ile visa wale ambao watatakiwa kwenda kutembelea vivutio vya utalii na kuna ambao watakuja kuwekeza kwao. Kuna implication nyingi za watu wanaorganize event, kwamba kwenye sekta hii moja kwa moja kwenye sekta ya uchumi kwa umpana. Kwa hiyo kama nchi ikiwa inafuata policy kama hizo, kama zawazeto na nini sisi tutakuwa tupo mbali sana, kwa sababu ukiweka hela kwa serikali, tofauti na mtu angeweka hela kwa private sector yeah. Yes, ina you know, ufanisi zaidi kwenye private sector bila shaka. Ujumbe na ushauri mzuri sana kutoka kwa mtaalamu kabisa wa masuala ya exhibition na ma, -ma events so leo uh, turudi kwenye Acoya uh, tarehe 19 June. Kwa nini ni muhimu sana kuwepo kwenye gala dina uh, kwenye gala dina uh, ni muhimu kwa sababu gala dina hii ni gala ambayo inaleta watu mbalimbali. Kwanza tunajua kucelebrate ile excellence kwenye kampuni ambazo zinafanya vizuri kwa bara la Afrika, nchi ishirini na sita watu zaidi ya mia nane na so tu watu ni executive people wanaokuja kwao, unakuta kampuni moja ameeta kadhalika, ameeta kadhalika. Na pia kushinda pale sno easy, sinahivo, umeshindanishwa na makampuni zaidi ya elfu moja katika Afrika. Yes, imajini, umeibuka tunakuja kusherekea watu kama hao pale. Ni watu ambao tumewachuja wale the best of the best katika Afrika, tumekuja tuwaleta pale, na mwaka huu tuna kampuni nyingi ambazo, yani, ni bora sana katika bara la Afrika. Na pia sio tu hivyo tumetengeneza kitu kinaitwa supplement ya Forbes magazine. Nadhani unaifahamu gazeti linaitwa Forbes magazine. Um, kama tungekuwa na ule mkutano wa Africa CEO Summit tungefanya pia na CNBC wangeweza kurusha mkutano wetu moja kwa moja. Kwa hiyo tutafanya na Forbes peke yake ambapo kwamba tutafanya ile special supplement mwezi wa sita na mwezi wa saba ile edition itakuwepo. Kwa hiyo kuna makampuni ambayo yanataka kwa pia kwenye Forbes magazine. Kwa kutakuwa na hiyo special edition ya Acoya Africa Company of the Year Awards. And then apart from that kwamba tuna nini mwezi wa nane na tisa kutakuwa na ile post event coverage kwenye Forbes magazine. Umeona? Kwa wale ile ile mo, hi highlight event itakuwa highlighted kwenye uh, Forbes magazine. Kwa hiyo inaongeza thamani kwa yale makampuni, na mtu akigoogle kampuni yake kwamba uh, nilishinda awards kwenye uh, Acoya Awards na search, watu wanaipata kwenye Forbes, ina adval kwa mtu moja moja, um, ni kampuni moja moja na uchumi wa taifa kwa ujumla. Yeah. Yes. Ina make sense sana. Yeah. So, uh, mtu ameshapata hamu hiyo ya kuja mm, kwenye gala dinner. Reservations zikoje? Uh, reservations sasa hivi mtu anatakiwa kwamba a book ticket yake. Ticket ni laki tano mm -hmm. kwa Mtanzania kwa kwa kwa mtu mmoja sorry na ukitaka meza ni milioni tano kwa In, meza, meza, na watu wangapi meza ngabi? Ni watu kumi ah. Yes, lakini pia tuna VIP VIP, ina package tofauti tofauti, ina ile kupeleka wewe kufanyia PR ya dunia nzima include Bloomberg uh, Bloom, kupitia uh, yeah, um, magazeti kama ya, ya USA Today uh, Yahoo Finance na kadhalika hayo tumefanya miaka iliyopita, na tunaendelea kufanya mwaka huu, na ina include kukaa kwenye zile VIP seat za mbele zile ambazo unakaa na mgeni rasmi, zile ni dola 6000 kwa mtu mmoja kununua ile meza, na mara nyingi zinaishaga mapema hizo seat. Kwa hiyo tunauzaga meza tano vivi VIP ambazo zipo pale mbele, and then apart from that, kwamba kuna package ya uh, kuwa featured on Forbes pia magazine ambapo utapewa ile editorial kidogo na pamoja na full page pale na kuelezea hiyo campaign ile ina cover almost um, uh, inategemeana na sasa mtu kama hiyo ni, ni addition kwa mtu. Kwa ile tunachaji dola 6000 pia nayo inakuwa na editorial na full page. Kwa kwa, kwa normal Forbes wanachaji dola 6000 hiyo hiyo kwa full page, lakini kwa sisi tumefanya different kidogo na wao kwamba kuwe na editorial na kuwe na full page. Kwa hiyo kama mtu akienda siku yoyote akikuta kutangaza kwenye Forbes unashangaa na chajua ile ile ambayo hamna editorial. Lakini tumefanya ili kwa ajili ya kuleta nini, kwa ajili ya kujenga jambo moja zuri kwa ajili ya kutengeneza jambo la mwaka unaofuata. Okay. Yeah. So ina make sense kwa nini siku muhimu sana weweze kuhudhuria kwenye gala dinner uh, ambayo reservation, mm, kaisha sema bei zake anazipataje? Yeah. Simu na mawasiliano Yes, ya, watu wanaza wakapiga simu 0717 309 362 au wakatu email kwenye Acoya, awards, uh, awards at Acoya Awards at acoyaawards.com awards at acoyaawards.com and then pale wanatupata moja kwa moja au wakaingia kwenye online website yetu wanaweza kununua ticket mule mule moja kwa moja kwenye website yetu. Kuna inakuwezesha wewe kununua ikakupeka kwenye pay nini, pay, pay, payment, uh, nini ile inaitwa payment gateway yeah, link yetu moja kwa moja unalipia pale pale ambayo ni www.acoyawatch.com. Kwa ukiingia hapo, unaingia kwenye buy ticket, unachagua package yako, unalipia moja kwa moja bila hata sisi ku ni sekta tu kuta umeshalipia tiketi yako unakuwa delivered kwako. Uh -huh. kwa. Yes. Okay. Yeah. So, so uh, na Instagram pia unaweza ku follow Akoya yeah, Africa Company of the Year Awards kwa urefu wote. Yes. Page ndio inajulikana hivyo. Yes. Sawa sawa. Tarehe 19 mwezi yeah, wa sita pale Superdome Masaki, eh, Akoya Gala Dinner ndio itafanyika. Ushasikia advantages za kuwepo pale. Kama una uh, mshikaji wako ana kampuni na mtu mwingine ambaye angependa kupata exposure hiyo, mwambie tafadhali kwamba hiyo ni sehemu ya kuwepo. Leo niseme asante sana kwa muda huu, najua na ni mtu uko busy sana, lakini cha mwisho ungependa kuambia nini watu eh, kuhusiana na usiku huo? Uh, watu wawahi ticket, kwa sababu ticket tumezilimit at least, kampuni moja kanua tiketi mbili au tatu Mona hizi siwe nyingi sana kwa sababu tayari tuna watu wanaohudhuria zaidi ya 400 okay, 586 ambao wana garanti watahudhuria mkutano there, kwa sababu kishafanywa assessment. Lazima uwe na ticket, pia utapewa na ticket ya kuhudhuria. Kwa hiyo kwamba tume limit kwa ongeza additional za ticket 300 kwa hiyo ina maana kwamba kutakuwa na yani kwamba We don't encourage watu kunua tiketi nyingi nyingi. Tunataka watu watunue yeah, angalau tatu kila moja, kila moja kuwe na representative kama sio tu mtu aje mpeke yake pale aje na okay, angalau na watu wengine. Kwa hiyo we encourage wale ambao wajafanya uh, purchase ya tiketi wanasubiria maybe uh, mwezi wa tano au wa sita uh, watakuwa surprised kwa sababu ya formality ya mwaka huu ni tofauti kidogo na miaka mingine so, they have to make a nao na we encourage people wanunue tiketi maybe tatu, mbili, wasinunue zaidi hapo, mm, kwa sababu iliweza kutoa chance kwa wengine pia wakashiriki nao pia okay. yeah. Okay sawa, so, so uh, sana sana Deo kwa muda wako huu mm. na niseme pia wewe ambaye umetazama mahojiano haya ni kushukuru kwa kuwa nasi katika maongezi haya dakika takriban ishirini. Mi naitwa Frederik Bundala uh, hadi wakati mwingine, endelea kufuatilia, tutaendelea kukujuza kuhusiana na Acoya kama kutakuwa kuna jambo jingine jipya. Basi uh, hudhuria lakini, burudani bila shaka itakuwepo, haitakuwa siku ya spichi tu na burudani za kuwepo ma itakuwa ni kubwa zaidi, itakuwa na comedian utaka, ah, na okay, musician, lakini pia tunategemea kwamba pia kuleta na corporate musician wa wazuri zaidi kutoka hapa Tanzania lakini pia na tunaangalia na South Africa kama tuwezo tukamleta Pro program director ni dada mmoja anaitwa Dr. Julia Petla uh -huh. anatoka South Africa, anatokaoua paeno ana, ana program kitu yote uh -huh. Yes. Okay. Yeah. So burudani itakuwa kede kede siku hiyo. Yes. Asante sana kwa